Jua njia njia za kutafuta hela. Watu wanasema kwamba inabidi wewe unajua njia za kutafuta hela. Swala so, la msingi lipo linasema hivi: ukiokoka au ukiwa ni mtu wa dini, wewe ni Mkristo, ni mtu wa dini, au ni Mwislamu, ni mtu wa dini. Kwa nini watu wengi ambao unakuta ni watu wa dini ni dini, dini, mtu ambaye anashina sana kanisani, mtu wa wakushinda sana kwenye maswala ya dini, mafanikio mafaniki, nitaenda kuwaelezea kiufupi kwanini, kwa huwa ne jamii. Swali linatokea, mmoja anakuta kijana akisha kuwa amekokawenye ame ni mtu wa dini yeye ni mtu wa dini, biashara alipokuwa alipo nafanya biashara labda kwenye duka lake ana duka tunashuma na duka anauza vitu mbalimbali. Kuna labda kuna bidhaa kama sigara na bidhaa nyingine ambazo dini yake hairuhusu, tuseme pombe, sigara au na vitu vinginevyo ambavyo labda dini yake hairuhusu. Kuwa yeye dini haimruhusu, basi yeye anashindwa kufanya biashara ya hiyo kitu nakuta hicho kitu kinauzika kina hiyo sehemu na kitu bidi tu, tukubaliane tu, nacho ni kwamba hamwezi mkaokoka wote, au ja mkaa watu wa dini wote. Wewe dini yako haikuruhusu, wewe Mr X dini yako haikuruhusu baba kuvuta sigara. Wewe ulipo ukaako lilipo position liripo, liripo, kuna vijana wengi ambao kuna watu wengi watumiaji wa sigara, watu ni wengi uki, ukiuza sigara utapata faida kubwa kuliko hata ukiuza soda au ukiuza sukari, wewe ndio unafanya biashara ya sigara, kitu ambacho ndio tunao jifunze, au ni swala ambapo ibidi ukae chini kama kijana, kama mtu mwenye nia ya kutafuta mafanikio, ni hichi hapa kwamba ukiamua ufate Biblia kutengeneza hela utakufa masikini, na ndiyo maana hata wanaoshinda sana makanisani ni masikini. Yani, kuna sehemu tu wewe utasema na Biblia imekataza labda vitu fulani, au biblia Biblia imekataza hicho, Korani imekataza hii, mimi ni Muislamu, Korani imekataza ku, ku, ku, ku, kula kitimoto ila ulipo

Hapana, kama tulivyosema mwanzo, ma jifunze kusali yani iwe kitu ambacho umejiwekea wewe moyoni kwamba unataka ujifunze, yani kusali iwe ni kitu cha moyoni, sio kusali kwamba ile kitu umeenda kanisani, kama mimi ni mtu wa Jumapili wala msana wa Jumamosi au ni mtu wa Ijumaa kwenda msikitini, basi niwe na tu hizo sehemu za kuabudu ili nisali. Hapana, wewe jifunze kuongea na Mungu wako, hata ukitokea umeenda kanisani Fuatilia sana dogo tu kwenye jamii, waliofanikiwa hawezi ukamwona mtu amefanikiwa, wa dini anaijua kwamba maisha ya kidini ndio kwa uishi moja mbili tatu, anaishi kufuata misingi ya dini yake, ila pia ana, anafanya biashara yake. Chuchukulie mfano mdogo, makanisa mengi sasa hivi, ukienda, mchungaji, mwinjilisti, shehe, tuseme au nchi yoyote, kiongozi wa dini yoyote akitaka, akitaka gari au akitaka kusafiri kwenda sehemu fulani, akitaka kufanya kitu fulani cha maendeleo yake binafsi nje ya kanisa, itawekwa hapo chombo cha sadaka hela zitatolewa waumini, yani nyinyi washiriki, kama ni, ni wa kanisa wa ama ni wa msikiti, mtachanga ili kiongozi wa dini fulani kwenye ngazi yenu labda aende sehemu fulani anunue gari ajenge nyumba. Utasikia kiongozi wetu wa dini amekaa hapa miaka kumi, anabidi tumpongeze kwa nyumba ya milioni thelathini mtu ambaye wewe unafanya biashara yake wenye mtaji wa laki tano, milioni moja Unaenda unachokipata, unaenda kutoa shukrani kwa Mungu, sadaka kanisani, na bado sasa utakuchangisha um, eh, hela ambayo yaani kiongozi wa dini anunulia gari. Kama kama kweli basi, eh, viongozi wa dini wana wana hivyo yaani, kwamba ni ukitaka kitu kanisani mchangishiwe. Fanyeni huo utaratibu, kwamba mchungaji ameanza ame amenunua gari amenunua hali amejenga nyumba ya milioni thelathini. Tupite kwa wengi, kwa kuna zamu ya kila muumini, kila mshirika wa kanisa ana siku yake ambayo anachangishiwa, ananunuliwa gari. Viongozi wa dini wanaweza kupitisha hicho kitu kwa sababu sadaka, wewe sadaka unatoa, umeshazoea kutoa sadaka, ni kwenda kutoa hela tu kwa kanisani, kutoa vitu kwa viongozi wa dini. Viongozi wa dini ukitoa, umetoa, umetoa hela, yeye atakula atagawana na uongozi wa kanisa watakula, ila hiyo sadaka tuseme, ukiona laki moja yako kama fungu lako la kumi la mwezi wa kumi na mbili au sadaka yako ya kufunga mwao, unashukuru Mungu kufunga mwao, ukienda ukanunua vitu kama umeweka kama ulitaka utoe laki mbili kanisani au ulitaka utoe laki mbili msikitini, unachukua laki mbili yako unaenda unanunulia ya totoya chima, tuseme ni chakula kama ni mavazi kama ni chochote ambacho unaona, huyu huyu hapa, nitaenda hichi kidogo, naenda kuchangia ndo chini ya kitu ambacho hawana, ndo uwezo wako umeishia hapo. Wewe ndio unajitoa sadaka kanisani, ila Mungu anaona kabisa umetenda. Yani hapo itakuwa ni sadaka ya kutosha, itakuwa na maombi. Kwa sababu gani? kama umeenda kutoa kwenye sema, kwa watoto wa timu, umemfuata mtu mmoja ambaye umeona huyu ni mwinua, mimi natoa sadaka hapo, unamsaidia. Baba ni mgonjwa, yuko hospitali, kuna sehemu za kwenda kutembelea. Yani unajiwekea labda kama basi nama vijana na manee, mmesali mmeweka utaratibu au <coughs> mwezi wa kumi na mbili sadaka ya kufunga mwaka tunaweka, tunaenda tunatoa laki tano. Yani sisi tuko sita

tena utafanya kitu kidogo, ila baraka zake wewe uta, utaendelea uta, uta, uta kuzipokea milele, sababu ukienda kumsaidia huyo mtu, yeye ataendelea kukuombea, atakuwa yeataendelea kuombea ufanikiwe, yani atakuwa, Mungu ataona huyo ametenda kwa huruma na kitu kweli chenyewe <clears throat> tena kanisani utatoa, sababu ni muda wa kutoa sadaka, utainuka, kama ni sadaka, sijui ni kutoa kama ni utaratibu wa kanisa utaenda, utatoa. Kama ni ya kwanza, ni ya pili, ni ya tatu. Kuna sehemu za kwenda kutembelea, kuna mahospitali, kuna magereza. Magereza kuna watu ambao wameshaenda ani akatokea akapelekwa jela, laba tuseme hivyo, akafungwatu limetoka sasa hivi, twende watu wa pale magerezani, tunapeleka magereza, tunapeleka vyakula, tunapeleka nguo, tunapeleka vitu ambavyo tunaruhusiwa kupeleka yeye atakukubalia sababu yeye anajua ameshapitia. Jifunze kutoa sadaka yako, ila ukisema ufate njia za kanisa hautafanikiwa. Usisema usisali wewe, dini kuwa nayo ila, kuwa na njia zako za kufanya biashara. Msingi yako ya dini ifate, ila biashara Usijizuie kufanya biashara yoyote ambayo wewe unaona ni haramu, yani hairuhusi kidini, yani wewe ni Muislamu, umeenda sehemu, itakubidi ufanya biashara ya kuuza nguruwe. Oh, mimi dini yangu inanikataza, siwezi kufanya. Oh, itabidi, wewe ni Msabato, inabidi uende sehemu uuze pombe, unasema mimi ni Msabato, siwezi kuuza pombe, utakufa maskini. Kwa hiyo kuwa makini, kuwa makini na utaratibu wako, yani unavyojihusisha huo, na sali kulingana na misingi ya dini yako, utoe sadaka misingi ya dini yako, ila dini yako isikuzuie, au udini wako usikuzuie kufanya biashara fulani, kisa utavunja sheria za kidini, kwa sababu wewe tuseme wewe ni msabato, tuchasema mimi ni msabato kunywe pombe, ila haimaanishi kwamba ukiuza pombe unakunywa pombe. Usiruhusu kunywa pombe, uza pombe, umepata faida yako, mshukuru Mungu. Alafu kitu kingine ambacho vijana wengi tunakosea, kijana huwa na shida na umeanza, umefungua biashara yako, mwanzo unakuwa mgumu, ukianza from trail, mwanzo unakuwa mgumu, rudi kwa Mungu, Mungu anakusaidia. Mungu, yeah. ndiye anafanyia pesa kwa, kwa nani unataka kuomba? Kama ni Kiislamu ama ni Kristo, kulingana na dini yako utaomba Mungu, utafanikiwa, utapata. Mungu ndio atakufungulia milango ya baraka, biashara yako itanyooka, biashara yako imeshafanikiwa, umeanza kuingiza milioni mbili, milioni tatu kwa mwezi, baadaye urudi ulipo ulipoomba, ulipo, ulipo mwanzo ni pakusu, ukapata hicho kilichopata. Sasa hivi unaenda baa

kisa hicho umepata hela ukaanza kumsahau Mungu aliyekupa, aliyekupa hiyo, mpaka amekufikisha hapo. Mimi ndio mimi, unaanza kufanya vitu vya ajabu, sababu biashara ina leo na kesho. Umefungua biashara yako, duka la nguo, ulipofungua moto umewaka, limeungua, unaanza sifuri. Ulikuwa una seven, unapoa unapoa, seven. Mungu umeshamwacha ameshinda kuongoza mimi naweza kujiongoza mwenyewe. Na, na ukiona wewe umepata hela yako kwa kusali hata jifunze kushukuru. Ndio maana tukasema kwenye maisha kuna principle moja, angalia ulipotoka, mshukuru Mungu, alafu angalia unapoenda, malengo yako yalipo, unataka kuyachieve, muamini Mungu.